Kuna gharama ya shilingi bilioni sita pointi moja bila VAT, lakini pamoja na VAT ni bilioni saba pointi mbili. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi huu unatekelezwa na mkandarasi wa Jamta kutoka Dar es Salaam ambapo mpaka sasa hivi unaendelea na mpaka hivi, mheshimiwa mkuu wa ninapoongea hivi mheshimiwa mkuu wa mkoa, tanki ishakamilika yabaki tu ndogo za ukamilishaji, lakini ninavyoongea mpaka sasa maji yameshaingia na mpaka sasa yanaingia yanaendelea kuingia lakini mkandarasi, mradi huu una urefu wa kilomita sabini na tano mtandao wa bomba, lakini mpaka sasa ninavyoongea, mkandarasi ameleta bomba za kilomita kumi na tatu ambapo zimeshalazwa lazwa naziendelea kulazwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunategemea ndani ya wiki inayokuja vijiji viwili, kwa sababu viko vijiji vinane ambavyo vina urefu kama kilomita sabini na tano nilivyosema, vijiji viwili vianze kupata maji. Kwa hiyo tutaendelea kutoa vijiji kadiri ya mkandarasi anavyoleta bomba, kumbukwe kwamba amesheta kilomita kumi na tatu na mtandao ni kilomita sabini na tano na mpaka sasa lipofikia na tunatumaini kufikia ndani ya mwezi mmoja au miwili hatua itakuwa nzuri zaidi na utekelezaji uko takriban asilimia hamsini na hamsini kitu kama hamsini na nane lakini tunategemea kwamba wananchi wataanza kunywa maji kuanzia wiki mai mheshimiwa mkuu wa mkoa nimkabidhi meneja wa wilaya aweze kusoma taarifa ili basi tukague mradi Ujenzi wa mradi Msangano na Mingongo ambao unatekelezwa katika tarafa ya Msangano yenye yenye kata mbili, kata ya Msangano tutahudumia vijiji vinne ambavyo ni Ipata, msangano wenyewe, Mtinga pamoja na Chindi. Kata ya Chitete tutahudumia vijiji vya Nkala, Makamba na Mingongo pamoja na Yara. Thamani ya mradi ni shilingi bilioni sita milioni mia moja thelathini na mbili mia nane tisini na moja mia nne hamsini bila senti hii ni thamani ambayo haijumuishi hai kodi ya ongezeko la thamani utekelezaji mpaka sasa tumeshajenga tenki lenye ujazo wa lita milioni moja lakini pia tumelaza kilomita saba nukta tatu kutoka kwenye kisima mpaka hapa tulipo na kwa upande wa bomba linalogawa maji kwenda kwenye vijiji tumeshalaza kilomita tano nukta saba jumla ndo kilomita kumi na tatu ambazo tumekamilisha kwa upande wa nyumba ya mitambo tumeshajenga na tumekamilisha na tumefunga pampu pia ambayo sasa hivi imeendelea kufanya kazi na tumejaza maji kwenye tanki. Kazi ambazo zimebaki kwa sasa ni kulaza mabomba kilomita sitini na moja ambayo zimebaki, lakini pia tunatarajia kujenga vituo saba vya malipo ya kabla na vituo sita ambavyo ni vya malipo ya baada. Kazi nyingine ambayo imebaki ni ya ujenzi wa ofisi ya chombo cha watumia maji ambayo itajengwa Chitete makao makuu ya wilaya yetu ya Momba. Wanufaika wa mradi jumla kwenye vijiji vyetu vyote nane ni watu 35 na 88 ambao ni sawa na asilimia 13.5. Kwao tunatarajia kukamilika kwa tuna mradi huu <coughs> kuongeza hali ya upatikanaji wa maji kwenye halmashauri yetu ya Momba kwa asilimia 13 kutoka asilimia 74 tulionao kwa sasa mpaka kufikia asilimia 87.5. Manufaa ya mradi kwa jamii tulionayo tunategemea mradi huu utasaidia kupunguza magonjwa ya mlipuko yatokanayo na matumizi ya maji ambayo si safi na salama. Kwa sasa mkandarasi ameomba malipo ya hati ya kwanza ambayo ni ya thamani ya shilingi bilioni 2.5. Serikali mpaka sasa imeshatoa shilingi milioni 800 kama sehemu ya hiyo certificate ya kwanza ambayo iliwasilishwa RUWASA makao makuu mwezi Novemba mwaka jana, lakini pia malipo ya awali ambayo ilikuwa ni thamani ya shilingi milioni 919 yalishalipwa yote. Jumla tukichukua malipo ya awali advance payment na sehemu ya malipo ya hati ya kwanza tumeshapokea shilingi bilioni 1.7 nukta kwao. Tunaendelea kusubiria shilingi bilioni 1.7 iliyobaki kwenye hii hati ya kwanza ya malipo, ili tuweze kukamilisha hizi kazi ambazo tunaendelea nazo. Mkuu wa Mkoa, naomba kuwasilisha na nikukaribishe kwa ukaguzi wa mradi wetu, karibu sana. Hiki cha kwanza tumeshalaza kilomita 5.7, tumebakiza kilomita 2.7, ili tuweze tume tumeshafikia mpaka pale kituo cha afya fshakcha kwanza chamaji kijijini, kama kijijini bado hatujafika, lakini hospitali tunaweza tukawafikishia maji, kwa sababu si afadhali yawe hapo hospitali, wananchi watatoka, watasogea hospitali kuchukua maji. Maji tutafikisha kwanini, wiki ijayo, kama yameshafika, kwa sababu maji yanafika hapa, ndio wananchi kule hana maji, umemsogezea kilomita ngapi, tano mpaka tatu, mpaka pale ukianza kuyatoa hapo, si watakuwa wamepunguza umbali wa kuyafuata. Mpaka sasa hivi ndio kwa nini yamfikirie kwa kwa wiki hii. Tulikuwa tunamalizia kazi za ndani za usafi. Sasa hivi mmetuambia maji yameingia, yanaingia, yanaingia. Maana usafi umeisha, tumemaliza. Kinachobaki maji yabakie kwenye tenki. Hatutaruhusu. Tumeshakamilisha fittings zote. Kwao tuna kitarusi. Nilituma wataalam wiki mbili zilizopita, uongo. Ndio. Wiki moja na nusu, si ndio? Ndio. Walipokuja hapa walikuta maji hivi hivi yanaingia kwenye tanki, si ndio? Tulikuwa, tulikuwa hatujaanza, tulikuwa tuna tuna test line. Tulikuwa mna test line. Dio. Sasa ku test line te mna test kwa kutumia nini? Unakuwa unawasha pump, sasa kwa sababu line maji yanako na... yanakuja. Inakuwa inakuja kwa, kwa sababu kunakuwa na upepo mara ya kwanza, mm. kuna kupasuka na hapo mm. na pale, lakini tumeshafanikisha sasa kutatua hiyo changamoto. Sasa hizi maji yanaingia bila shida na tunazo tukayatoa sasa. Na kwa wananchi, mimi nataka kama maji yako kwenye tanki kesho jioni hapo hospitali maji yaanze kutoka, na hapa nimegundua ni pafupi sana. Tumeelewana, wiki mbili ndefu, ukiwaambia watu wameshafika hapa. Yule mzee na kofia amefika hapa, amejua kuna maji si ndio? Eh. Alafu anatoka unamwambia hapa maji yapo, lakini kule kwake eti asubirie wiki mbili. Kwa nini asubirie wiki mbili? <coughs> yaanze basi kuonekana yanatoka kwa wananchi, watu waanze kuona matokeo ya kile ambacho tumewekeza. Tunasema bilioni moja, bilioni sita pointi moja eh, tena hiyo ni VAT exclu exclusive, si ndio? Na VAT ni bilioni saba pointi sasa. Kama ni bilioni saba pointi mbili ambayo imewekwa hapa kwa ajili ya kuhudumia wananchi, halafu maji yameshafika kwenye tenki lita milioni moja safi kabisa. Sasa si tunakunywa lini? Ndio tunachotaka na matokeo yake ni hiyo. Tukisema asilimia hamsini na saba, maana yake tumeshavuka nusu. Basi kama vijiji ni nane, basi tuanze kuona vijiji vinne, vitatu vinaanza kupata nini, maji, wengine waanze kusubiria mwendelezo wa kuyapata, lakini wakiyataka wanayafuata kwenye umbali mfupi. Umeelewana? Kwa hiyo nataka hapa sasa mkandarasi, wapi? Ni wewe, nisikilize bwana, mimi naondoka leo kesho jioni, hapo kituo cha afya hapo Kituo, kituo cha afya zaanati kituo, kituo cha afya okay. Maji yaanze kutoka sawa, umenielewa? Wananchi waanze kuyafurahia. Tena mkianza kuyatoa kwa wiki moja mnatoa ofa kwamba jamani, sombeni sombeni, kunyweni, mwaonje matamu, sio matamu? Yeah. Eh, alafu utaratibu unaanza baada ya hapo sawa bwana? Yeah. Eh, tuone hapo watu wamekuja na mandoo na buguta na nini kuja kusomba maji. Yeah. Wapeleke nyumbani kwa ukaribu, lakini kituo cha afya maji yafanye nini? Yaanze. Yeah. Okay. ya tumekubaliana unaniambiaje? wewe kesho, ah, basi hapo, hata mimi nitaenda kusukuma sasa, na hayo malipo ambayo bado hakulipi, lakini nikikuta kesho hujafanya, sifanyi na mimi hapo, vipi eh? Tumeelewana kesho nini, nategemea hiyo, Mheshimiwa DC wewe kesho kufungua koki, alafu unanitumia picha nzuri kabisa, unafungua maji sawa? Tena ukiweza waambiwa waweke ile dude kubwa hivi maji yanamwagika eh? Sawa, alafu waweka bango zuri, serikali imefanya nini, imetekeleza ndio, watu waanze kuyaona maji wakati tunaendelea. Tumeelewana jamani? Sawa.